Kiyo Wazanzibari mlikuwa mko mbali sana mwituni, akatokea mzee mmoja yuko katika, katika weupe, akakwiteni Wazanzibari, hey, Wazanzibari sasa mmejitambua. Sisi emu kwisha. Wazee wangu, mimi nitazungumza vitu vitatu. Jambo la mwanzo mtazungumza Zanzibar vipi tumetawaliwa kwa ujinga wa watu wachache? Wanatudanganya kutumia neno mapinduzi. Wanatutawala kutumia neno Waarabu. Wanatutawala kutumia neno Hizibu. Sisiem hawazungumzi mapinduzi ya Karume. CCM wanazungumza mapinduzi ya tarehe tano mwezi wa pili sabini na saba walivyomuua baba ya, babu yao halafu, wanakuleteni baba yao unavyomuua babu, babu, baba utampata CCM wana, wana, wanatumia majukwaa kwa kukupotosheni. CCM wanatumia majukwaa kwa kukutawaleni. CCM wanatumia majukwaa kwa kukugaweni. CCM hawamfati mwasisi wao Karume. Mzee Abeid Amani Karume hakuleta ubaguzi nchi hii Mzee Abeid Amani Karume alileta usawa na umoja ndani ya nchi hii. Mzee Abeid Amani Karume alisema oaneni, oh, mchanganye damu, muondoshe tofauti zenu. Leo CCM anakugaweni. Mzee Abeid Amani Karume baada ya kupata serikali aliwaweka wote wa watu wote watu wa watu weupe wachanganye rangi waondoe tofauti zao. rangi ya watu wa Unguja ndio hii a, waliokuwa waheshimiwa wa mapinduzi, Mheshimiwa Yusufu Imidi alimuoa Mama Fatuma Jinja akamzaa Mansuri. Mheshimiwa Sabiti Kombo alimuoa mama wa Kihindi akamzaa Mahamudi. Mheshimiwa Ibrahim Makungu alimuoa alimuoa mama yake ba Muhindi. Mheshimiwa Ali Haji Pandu alimuoa mama mama yake Ismail Jusa Muhindi. Mheshimiwa Ahmedi Ameri, Muhamedi Ameri wa Donge alimuoa mama yake Masudi Mwarabu. Mheshimiwa Said Washoto alimuoa Bisania Mwarabu wa Kipemba. Mheshimiwa Ali Maafuzi alimuoa Binela Jidawi Mwarabu wa Kipemba, na wengi si wamalizi. Leo nakwambieni Warabu jamani, ukipa, ukipanda muhindi utaota nini? Ati Warabu? Hakuna Warabu, hawa ndo Wazanzibari, lazima mjielewe. Hakuna Warabu. Zanzibar, Zanzibar tumechanganya. Mwarabu kaja AB baada ya kuzaliwa Mtume Isa, BC kabla hajazaliwa Mtume Isa. Hamtu asizae leo Muhammad bado. Hii ujanja ujanja wa siasa huu.